Mama Samia aliona pamoja na kwamba ana maono ya dhati ya, ku, ya, ya kutupa ta, Tanzania mpya, lakini dhahiri aliona kwamba kuna matishio, kuna viashiria vinavyoweza kukwamisha Tanzania mpya kutopatikana, na ndiyo maana akajipambanua. Lakini niboreshe eneo hilo kwamba pamoja na kwamba alibaini hivi vya taishi, matishio haya niboreshe eneo moja ambalo na lenyewe tusipoliangalia ndilo litakaloharibu mipango mizuri ya serikali na kuendeleza ufisadi pamoja na ubadhirifu ndani ya nchi yetu ni kundi la machawa. Mheshimiwa Mwenyekiti, machawa ni kundi hatari. Machawa ndimo wanamojificha mafisadi, machawa ndimo wanamojificha wabadhirifu, na bila kushughulika na machawa ambacho ni kichaka wanamojificha kukichoma moto na kukifyekerea ya mbali, maono yote haya hayatafanikiwa. Naomba mheshimiwa mwenyekiti, Mheshimiwa Raisi alisema atatupa ushirikiano bunge hili, atatupa ushirikiano, na sisi tumpe ushirikiano. Haya mambo ya kuleta masuala ambayo ni muhimu, masuala ambayo wamejificha kwenye uchawa, kumbe ni madarali wa rasilimali za serikali wanajificha kwenye uchawa kumbe ni wahujumu uchumi, alafu tunawabaini wabaini. Tuache mambo ya kufunika kombe mwanaharamu apite, tusikubali mambo muhimu kama haya. Mama amejipambanua anataka kumaliza awamu ya sita, aliache tabasamu la utu kwenye macho ya Watanzania. Haya mambo ya kuhitanahitana kwenye chama patokas, kuna jambo zito lifisadi limetikisa nchi, lakini kuna watu wengine ambao pengine wako connected na hilo lifisadi na hilo lihujumu uchumi, mnatuletea mambo kwenye party caucus. Hiyo haitakuwepo hiyo, na hiyo imetoka imeenda hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunataka tumsaidie Mheshimiwa Rais.